Linavyoongezeka lina, lina the temperatures are rising. Siku hizi sitembei sana ah. Sitembei kabisa mtaani huko. Zamani nilikuwa huru sana mpaka nakuwa waziri. Nilikuwa na kibaraza changu pale mtaa wa Dosi kule cha kahawa, hata nilikuwa waziri wa mambo ya nje nikitembea nikirudi lakini lazima nikifika pale na mimi ndio nilikuwa nanunua jamvi maana tunakaa kwenye jamvi tu. Kwa jamvi tunakaa pale, kwa mara nyingi zile habari zile za mtaani zile nilikuwa nazipata pale, tunasimulia mm. Watu wengine siku moja mtu mmoja akaja pale kwenye kibaraza kwa sababu tunakunywa kahawa pale. Akaja akakaa mm -hmm. Jamaa namie na mwenzenu <laughs> mwenzetu wa nini <laughs> <laughs> Ah, hicho mnachokunywa sasa, vile bwana alizani kwamba ule mderi ule kwa kahawa lezani, tunauza gongo <laughs> tunakunywa gongo <laughs> <laughs> <laughs> kuna mwezi tu moja anaitwa Mataka, Mungu amrehemu, akakasirika sasa, wewe toka sasa hivi, ninakufumua hapa. Anasema, ah, basi bwana mi nakwenda, lakini mwenzenu miye <laughs> kwa hiyo tunakutana tunakunywa kahawa tunapiga stori eh. na pale kwa mchanganyiko wa timu zote wako eh, wako, wa, wako tunacheza na hatuchezi, wapo mmoja ndani <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Lakini siku hizi uhuru ule umenipotea, ume, ume, ume tena. Hata nipo staafu, nilizani nitakuwa na ile, ya wapi! Hawa jamaa wameniambia <laughs> bwana, wewe wewe, mteja wetu sasa, utakapo staafu na utakapofariki na mpaka kaburi lako tutakuwa tunalinda sisi, bado wanaendelea kuwa mteja wetu. Nikamwambia rabi. <laughs> Lakini na, napata habari, nasoma magazeti, nasoma kwenye mitandao, na nyinyi mtakuwa mnafahamu zaidi pengine kuliko mimi, kauli mbiu ziko nyingi Anasema, piga kura, linda kura yako. Ukiambiwa kaa mita mia mbili mwambie njo ukae wewe <laughs> kama, kama unapapenda hapa mm -hmm. Na kuna wengine wanasema Oktoba tunatiki <laughs> kumbe wako wengi na wengi wanasema no reform, no election. Basi kauli <laughs> hizi ziko za namna mbalimbali, lakini kijambo la kutia moyo ni kwamba, na nachoweza kuambia watanzania wenzangu, itakapofika wakati wa kupiga kura hiyo Oktoba, kwa tarehe itakayotajwa na Tume, akili za kuambiwa changanya na zako. Wanasiasa watasema mengi, mimi nimestaafu <laughs> Sijui kama na mimi nitapata nafasi ya kupiga debe <laughs> lakini hilo utakayosikia mengi, kufanya uamuzi wa busara, ili nchi yetu ipate viongozi watakaolitoa taifa letu hapa na kulipeleka mbele kwenye maendeleo makubwa zaidi, kwenye amani na kwenye utulivu. Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu, yapo mengi yanayosemwa kuhusu sheria ya uchaguzi, sheria za uchaguzi na Tume ya Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Japokuwa mimi sio wakili msomi alafu. <laughs> Nanyewe wanasheria wa ajabu kweli! <laughs> Yani nyie tu ndio mnajifanya mmesoma, sisi <laughs> wengine <laughs> <laughs> <laughs> mimi ngwini proper eh? kii nami nimesoma yenyewe, wakili msomi Leonard brother, sawa, nasi tumekubali, hatubishani kwenye hilo lakini nimekuwa nikifuatia kwa karibu mijadala mbalimbali inayoendelea ndani ya nchi yetu kupitia vyombo vya habari na mitandaoni, kama mlivyogusia awali. Bahati mbaya, wakati mwingine kumekuwepo na upotoshaji unaofanywa makusudi kwa maslahi ya vikundi maalum. Hii imekuwa ikinifikirisha sana, wakati mwingine na kuniacha na maswali mengi. Wakati mwingine nakosa hata majibu. Hivi ni kweli kwamba sheria zetu zinazohusu uchaguzi ni mbaya sana kiasi kwamba haziwezi kusimamia mchakato wa uchaguzi wa mwaka huu? Hivi ni kweli hakuna maboresho yoyote yaliyofanyika? Kwa mtu mwenye uelewa wa kutosha maswali haya na mengine yana yanaleta maswali mengi kichwani, yanafikirisha sana. Ndugu washiriki, mchakato wa kuboresha sheria hizi limekuwa jambo endelevu katika awamu mbalimbali za uongozi wa nchi yetu Tangu ilipoingia mfumo wa vyama vingi, kumefanyika maboresho ya sheria zihusuzo uchaguzi. Yapo maboresho yalifanyika katika kipindi changu cha uongozi na yapo ambayo yamefanyika kabla na yapo ambayo yamefanyika baada ya mieku ku, ku, kuondoka kwenye uongozi, na yapo ambayo yanafanyika katika awamu hii ya sita inayoongozwa na Rais wetu mpendwa Dkt. Samia Suluhu <clears> Hassan. <throat> Mimi nafahamu kwa maboresho kadhaa yalifanyika katika sheria zetu za uchaguzi, yaliyofanyika katika sheria zetu za uchaguzi yalikuwa yanatoa ufumbuzi kwa changamoto maalum zilizokuwepo wakati huo, lakini mengine yamekuwa kwa nia tu ya ku ya kuyafanya mambo yawe mazuri zaidi. Hakuna changamoto, lakini watu wakikaa chini wanatafakari hali ilivyo, wanasema lakini, tukifanya hivi tukifanya hivi tukifanya hivi mambo ziko changamoto ya kama marekebisho yanayotokana na kujibu yako certain certain yale ambao wan, lakini hivi tukifanya hivi tukifanya hivi tukifanya hivi, mambo yako ya hivi. Kwa mfano, sheria ya uchaguzi eh, wa rais, wabunge na, na madiwani ya mwaka 2024 imefanyiwa marekebisho katika eneo la masharti kuhusu uteuzi wa wasimamizi wa uchaguzi. Nadhani AG ameligusia kidogo. Pamoja na mambo mengine, sharti la wakurugenzi wa halmashauri kwa wasimamizi wa uchaguzi automatic limeondolewa na badala yake tume ndio itateua watumishi wa umma waandamizi. Kwa wasimamizi, hili litaamuliwa na tume yenyewe. Kabla ya hapo, tumekuwa tunasema tume itateua, lakini invariably waliokuwa wanateuliwa ni wakurugenzi na hivi sasa ingekuwa wanajiandaa eh, kusimamia uchaguzi. Na watu walikuwa wanasema mkurugenzi anaambiwa <laughs> ni kulipe mshahara alafu nishindo uchaguzi <laughs> Sasa mtendaji kata, sasa wewe unalipwa mshahara na serikali, halafu serikali ishindwe uchaguzi. Kwa hiyo ilikuwa inaonekana kama ni ni kikwazo, ni kikwazo. Na kwa hiyo kunapotokea shaka kwamba mambo hayakwenda sawa, shaka ya kwanza inakuwa kwa huyo anayesimamia. Kwa kama mnaisema hii tume iwe huru, moja ya uhuru wa kuipa hii tume iwe huru kutafuta watu wake yenyewe, tasema na watu huyo huyo huyo huyo. Kwa hiyo limeshughulikiwa aidha kupitia marekebisho hayo. Pia sasa zimewekwa sifa za mtu anayeweza kuteuliwa kwa msimamizi wa uchaguzi au msimamizi msimamizi msaidizi wa uchaguzi. Masharti hayo hapo awali, ndugu zangu, hayakuwepo. Sifa yako wewe ni kuwa mkurugenzi tu, na mkurugenzi wa uchaguzi yeye ndio anayeteua nani atakuwa msaidizi wake. Na ukiwa na majimbo mawili kama ilivyokuwa pale kwetu sisi kuna jimbo la Bagamoyo na jimbo la Chalinze eh? Kabla hawajaunda halmashauri ya Chalinze, basi mkurugenzi yule anachagua yeye anachagua na msaidizi atake atake kwenda kukaa Chalinze kule kumsaidia kusimamia. Hayo zamani hayakuwepo, sasa yapo. Lakini pia limeongezwa sharti la kutangaza majina ya hao watakaoteuliwa kuwa msimamizi na msimamizi msaidizi wa uchaguzi. Hii ni hatua muhimu ya kuongeza uwazi, lakini pia inavipa vyama vya siasa na wananchi wawafahamu hawa wasimamizi wa uchaguzi. Nimefahamishwa vilevile kuwa eneo jingine muhimu lililofanyiwa maboresho ni lile linalohusu mgombea pekee wa nafasi ya ubunge na udiwani, ambapo sasa sheria mpya imefuta suala la mgombea kupita bila ya kupingwa. Maanalo kwetu, kupita bila ya kupingwa ilikuwa ina, linalalamikiwa sana na kilichokuwa kinalalamikiwa, wakati mwingine anasema lakini panapitika hila, anaambiwa fomu hukujaza sawa sawa. Zile <laughs> <laughs> chaguzi za chini kule, unasema kwamba ulitakiwa kutaja jina la chama, sio kwa kifupi <laughs> sio sio kwa kifupi, una, eh ukiandika CCM hujataja jina la na chama anatakiwa Chama cha Mapinduzi, na ikawa ikawa controversy wengine wanaachwa, wengine wanakataliwa, lakini yote ilikuwa ni njia ya, ya, ya, ya kutengeneza mazingira yule anayetakiwa abaki kwa peke yake. Sasa wamsema fine macha abaki peke yake, lakini bado hata huyo aliyebaki peke yake atapelekwa kwa wananchi. Kama wananchi hawamtaki, watapiga haya. Hapana tu kwa nayo na, na, na, ni ni hatua muhimu ambayo haikuwepo huko nyuma yeah. <laughs> na unajua kwenye vyama hivi uchaguzi huu ni <laughs> wasimulieni. Kwa pale kwangu pale ipokuwa anagombea ubunge pale, kuna mtu anagombea wa chama kingine, alafu anakupigia simu, mzee eh? mimi nakwenda kurudisha fomu. Simarudisha? wewe si wa chama kingine, mzee, nirudishe kweli eh? <laughs> <Yani laughs> Eh, nirudishe kweli kwa sababu anachotaka mzungumzia, hivi hatuwezi kupata nafasi ya kuzungumza? Sasa tuzungumze nini? Tuzungumze tu tuelewane, mi tukizungumza, tukielewana, mi si wala sirudishi hii fomu, unabaki peke yako. Sasa hata kama kumekuwepo na mazungumzo yule wakaelewana huko, whatever the method, methodology ya kukubaliana, ama ameeleza tu kwamba sifa za mgombea wa chama hiki ingine ni mzuri sana kwa hiyo mimi sio ni sababu ya kugombea, lakini bado huyo aliabaki peke yake, atakwenda kupigiwa kura na wananchi bado ni jambo lina, lina mjadala. Kwa nini mwasumbue wananchi wakati hakuna mwingine eh? Sema, lakini kwa sasa uamuzi huo ni wa busara. Kama utakuja kubadilika, wacha kwanza uchaguzi huu upite, manufaa yake yaonekane, ili kama kutakuwa na mabadiliko basi uchaguzi ujao. It's, it's not something that, that is cast in stone, naweza mkafanya mabadiliko hilo. Hilo nalo ni, ni, ni jambo kubwa. Hali kadhalika yapo maboresho mengine mazuri ambayo bahati mbaya hayasemwi sana. Maboresho ambayo ni muhimu, yana umuhimu mkubwa katika kuhakikisha kila raia wa Tanzania anatekeleza haki yake ya kuchagua ama kuchaguliwa. Kwa mfano kule kuwekwa kwa utaratibu mzuri kwa wafungwa na mahabusu kupiga kura, na ule wakuwaruhusu Mtanzania kupiga kura ya rais popote alipo. Zamani bwana, walioko gerezani hawapigi kura, lakini sheria ya mabadiliko haya imetoa hiyo fursa kwamba hata aliko magerezani walioko mahabusu sasa wanaweza wakapiga wakapiga kura nayo ni, ni mabadiliko ambayo yana yana, yana, yana manufaa katika chaguzi zetu. Na hiyo nyingine kwamba kama ulijiandikisha Msoga na siku ya kupiga kura kama mimi hivi unajikuta huko Lindi kule u, ukweni kule eh. Maana kama mams hapo anagombea, basi nawe lazima uwepo pale. Kiingereza nasema <laughs> <laughs> you show support eh. Asi unaweza ukakuta huko kule sasa unafanyaje? Eh, siwezi kupiga kura ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Lindi pale mjini lakini pale Lindi mjini naweza nikapiga kura ya rais. Sasa, so, those are some of those important provisions ambazo zina zinatoa fursa kwa watu kuweza kuweza kushiriki kupiga kura kwa rais eh, hiyo ya ya ubunge na madiwani utaendelea kupigia kura huko Msoga ulikojiandikisha. Kama hukuwepo kule, hilo ndio umekula ume sara au kura yako ndio imepotea. Pia fanyika marekebisho, maboresho ya muundo wa karatasi za kura kwa kuzingatia mahitaji ya watu wenye mahitaji maalum nao waweze, waweze kupiga kupiga kura. These are, uh, advances. These are advances ambazo hazizungumzwi sana lakini zipo zinatoa fursa kwa watu wa Tanzania kuweza kupiga kura, pamoja na sambamba na mabadiliko yafanyika kwenye sheria ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani mwaka fengu. Katika sheria mpya ya Tume Huru ya Uchaguzi namba mbili ya mwaka 2024 yapo mambo mazuri nayo, na katika sheria hiyo umewekwa utaratibu mzuri wa sifa za uteuzi wa wajumbe wa tume. Nadhani AG amelisemea ame, ame hili na lakini na utaratibu wa namna ya kumwondoa mjumbe wa tume hiyo ya uchaguzi, lakini yapo pia na masharti ya maadili ya wajumbe na mkurugenzi wa tume huru ya uchaguzi nayo yametamkwa. Ndugu ndugu washiriki, haya yote haya hayakuwahi kuwepo katika sheria zetu za uchaguzi zilizopita, lakini bado tuliweza kufanya chaguzi huru, haki na zenye ushindani. Hivyo tunapojumuika hapa siku ya leo, ni imani yangu kuwa pamoja na mambo mengine mtapata muda wa kuyachambua kwa kina maboresho haya makubwa yaliyofanyika la kwa lengo la kuimarisha mchakato na mfumo wa uchaguzi hapa nchini. Kwa bahati nzuri, sheria hizo kwa sasa zimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Maana zamani zilikuwa zimeandikwa kwa Kimombo tu. Hmm. Sasa kama na unaambiwa kwamba kutokuijua sheria si utetezi. Lakini sheria yenyewe iliandikwa iliandikwa Kiingereza hmm. Wende kama kwa watani zangu Wasukuma kule kwa